Sante sana, ak tunataka karibisha irekaba ye ni directeur de cabinet adjoint wa gouverneur de province Erasto Musanga Bati, wakati iko na ingia, ni mtoto wenu na mufamia y

wenyewe na njo maana tuko hapa sasa hivi juu tukijenga Keshero. Sisi hakuna mutu mwatatoka nje kutujengia Keshero, hakuna mtu mutu mwatatoka nje kusekiliza Keshero, hakuna mtu mwatatoka kuleta maendeleo Keshero ni sisi wenyewe. Namuna gani tutajenga Keshero sisi wenyewe, kwa namna ya usalama, kwa namna ya maendeleo, kila kitu. Na ile habari ya kuambiwa ya kuambiwa, tulisikia tulisikia kuma rezo sosio dini brugu masa, watu njona zuya kusema nini, kama yeye akaenda tenda na sisi wote wangapi ndio wananifamia? Yeah. Ah, mzipigie kwanza mikono ninaona, yeah. kuko vibago kule Eske, Mungu anatufuata kule yeah. Wah, Mungu anatufuata na huku Mungu anatufuata yeah, na hapa katikati Mungu anatufuata yeah. Ah, très bien, wandugu wapendwa, naanza kwanza kuwapigia asante kwa kuwa mliitika hii mwaliko mukasema mkuye msikie message gani ambayo governor anatupatia tuwaletee. Na kama mmekubali ile mwaliko na sisi tunawashukuru kwa kuwa wakati walimambia mkuye na munaitika, ni kusema kwamba mko na hamu msikie viongozi wanataka kusema nini, si ni vile governor de province ametupatia tu hii message kwanza tatu zenye inabidi kwanza kuzingatia na zile message mara mingi tuko tunazipana hata makata mbalimbali, inabidi kabisa kuzizingatia na tuziweke en pratique ama tuziweke kwa matendo, message kuzisikia zile message yeah. très bien. Message ya kwanza ni message ya unité, umoja Kyeshero. Depuis zamani tulikomalia hapa Kyeshero na hatuiwe ya ukabila, ni ni wa mufupi

anakuwa anaviona na viongozi wake wanakuwa anaviona, wanaona saa vile tu ni muzaa na kitu ile kitu. Hauwezi jenga kitu kama una unatilia ukabila, kazi haziwezi fanyiwa kama ukabila iko na. Ndio maana kati yenu mnaona kuna watu ambao wanakuwa hata ndani ya makazi wanaanza kwa, wanasema huyu sitamupromovoa juu ni wa kabila fulani, haiko wa kabila yangu. Huyu sita sitampatia hii kanisa juu kanisa haiko ya Arme revolutionnaire imelamuka leo. Ni juu sistema ya ule uongozi mbaya yenye wanakuwa wanaanza angalia watu kusura mbele wawapatie kazi. Wanaanza angalia watu ambao hata ni wakilima fulani njoo wenyewe wawapatie uongozi fulani. Ile kitu hatuwezi fikisha kujifikisha kitu. Na ndio maana hata kati yenu mlikuwa naona zamani watu wanalunguziwa na mapine. Amkuwa anaviona? Unaona watu wanakuya wanakamata mtu na mapine, wanamvalisha pine. Banatia na makuni banawasha, wanasema anafia nini? Kabila yake tu na ile kitu. Na woko pale, unasema muniletee kwanga kule kwa kipingi kwa msani kulishe kwanza hii nyama, tumuoneshe kama hii kabila hatuitaki. Bandugu Mkongo, muko kabila ngapi? Muko moya kwa ile uongozi achio, maana kama kabila ni moya alakini wakongomani tuko makabila mbalimbali eske mwa kabila moya hapa alakini nataka niwaambie kama kupitia hii Arme revolution kupitia hii uongozi mpya leo hii kabila ni moya ni mkongomani nioet eh, nioenaei amani kumbe amani amani banaitafutaka si ni vile uongozi nanituma niwaambie mtupatie information na sio tutawapatia amani mnaelewa Anatafuta kusema nini? Mtupatie nini? Habari. Na nasi tuwapatie nini? Tuwapatie usalama. Kwa nini tunasema vile? Ninajua kama hapa kuko wafardes wamingi, hapa kuko wazalendu wamingi, hapa bako hapa. Na wewe unayua mwenyeko pale, kumfichia kalicho hasa bakia tu mm, pale hawata kuyua mesiku, banayua kama wewe ulimufichaka maana yake njoo nasikia kila saa watu wako na Twitter. Mtoto wangu leo anamweba. Juu ya nini hau denounce aoneshe kama kuko mzalendo hapa kuko FARDC. Kuko munduki zenye mnaweka hapa mkesheru. Hizi munduki zinaliaka msiku. Eske zinatoka mbinguni. Eske hizi munduki zenye mnavifurahia ile ba munduki zikwazo zinalia kila siku. Mnavifurahia? Eske mnafurahia wako na huwa wako na huwa onke usubuhi ba huwa mtoto wa uwe nani? Eske mnavifurahia? Si mnasema Mungu na bezoe amani? Sasa kutafuta ile amani ni kudenonse wale wabaya wabayarit, tudenonse wale watu wabaya, wale wa Fardec benye langali la kabunduki. Niko nabaona, naona mtu anabakiana na bunduki kunyumba, inaenea vete pa, pa, pa, pa. Unashughuliza huyu mtu huyu, anataka gomoa Goma wewe, ile unatafuta. Hata mukue tano mkue kumi, sie jeshi yetu bara kuweka tu vete, wanapigana na mile na ile vete natakimbiza hatuna hatu majeshi mamingi, yeah, yeah. Ni wadogo tu mbio. Sasa wewe kama una kurekita sasa, wende rusayo asema yeah. Kuu mzalendo yeah. Kuu ya njomu armee revolutionnaire mwai armee yenye iko ya maprofessionnel tukufundisha hata kisoda, ukitaka uingie mkipolisi unajia polisi, ukitaka kukua rulaji si marulaji mko na maonaka amko na maonaka. Leo ni mambo nasukuliwa vichwa kule bale

Chama yetu ya AFC M23 ni chama ya watu wote wale wenye systeme ya zilipita zote ma system politiki wale wenye wale kwa shati ya pembeni bote siye tukutu na wale kipere na njoo wenye mko mnaona hapa. Hatuko siye peke, kuna wakamarade wetu wa mingi walitoka Bulaya, mko mnawaona hapa, anabandone kazi zake zote Bulaya, anasema hacha tupie tusaidiane. Makoordinatere wetu nanga tuone kama tutaweza kushanje bitu ambayo aviendeke kwa hii nchi, si vile wa ndugu? Yeah. Nilikuwa nasema Keshero mlipata maproblemu na tulikuwa tunasikia malalamiko kila siku, tunasikia roho natuluma, wakuu viongozi wa chama wajeshi na wapolitiki sali sasi. Nilikuwa nalia moya Keshero, mimi nilimwambia saba ndugu yangu, ilikuwa sasa kama wanamuongola nyele ma inchi za ex-Union Sovietiki

hawapendi tusimame na tukuwe na maendeleo. Wanatuempoze wajirisha ambao wenyewe wanataka, ili tuendelee kuwa ndani ya umasikini, na kwa kutuempoze wanaweka ubaguzi katikati yetu. Ubaguzi wa kabila ni kitu mbaya sana ile kitu inaturudisha nyuma sana. Tunawaomba wakongomani wote tuwe kitu kimoja, tusimame pamoja, ili tuweze kujenga Kongo yetu. Kwa saa hizi, mbele ya kuendelea, nitachukua maswali tatu. Swali ya kwanza nitaichukua hapa,

nisiwe kama mina weza kuzianza na gani namunagani niju lazima atukweba brefe tuzimalize muda niye nilishukuru M23 wakati walitukutana kituku silivupulebila kujitapa batu ba kituku biko hapa mu batu benye abakujificika kama lupango niko mwabo, nilisemaka miye nikaingia mu nyumba samwe ya bataniuwa sawa entry acha niikale kubarabara komusa wenye ataniwuwa kamatani, aca akwenalishaniona nina bashukuru, sababu kituku sawa vile ule mkubwa alisema kwelishene lyabasoda yetu benye balikuwa kakule, kwenye alisema balifikaka kituku na niko de peace and care. Nilikuwa kituku wakwanza na wa mwisho, balikufa na niko naona na macho yangu. Akuna wakati nilingiaka munyumba molupango Nilishukuru nilishukulwako M23 wakati batala ingine na kuya yetu bakajificha kwangu, na waza munaiwa kwangu kutoka musoko ya chituku inapangiya kwa abatwari kwikuwe kanjira. Awa ba M23 walikuwa walisha eneya kule kula Sampesya kwa wakaeneya hapa kwa abatwari, bengine walitoka ngambo ya kumai walikosa ukaziose bila alisema Vema balikosa kwa kwenda eme betre ikachomoka ikaniita, miye ikasema huko soda, nikasema hapana, bale ni wanani? Bale ni basoda yetu balisha kosa makimbilio, wakanituma kwa hapa. Hata sikusomaka mingi, me nilishikazaka, nikasoma batoto yangu, wakasoma bakazana, bakasoma mufamiye yangu, kama ni ile tribalizme ilipareki na njo ile, hakuna akuna mwenyalishapata kazi

ile mapratiki ya zamani tunaanza kuiona tena, nenge lifai inaisha pratike ya zamani. Ndakamata moja tu taxateur wa hygiene, taxateur wa hygiene wa mupya alipita, alikuwa na ordre de mission na tukamwitika tukam, tukam, juu iko na ordre de mission. Me ule wa DGI mwenye alikua kupita nyuma hakukuwa na ordre de mission

Dolare kumutu iko mingi sini vile. Na kese yake ya ine na ya mwisho alisema etu wa vijana mjeshi, lakini kwa kuwa kweli ni kweli jeshi kwa leo unza kutupatia espasi juu, kama leo hatuna jeshi maazana, tutafika Kisangani namna gani? Tutafika kichasa namna gani? Situnawezia kuwakilia hapa, kisha unasikia kule wako nafanya mbinu zao, si wanatupiga huku.